Mohamed, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Madaba, kwa niaba ya mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Songea, inakabidhi ndugu yangu Elizabeth Gumbo, mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Songea, kwa niaba ya mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Songea, mwenge huu wa uhuru ukiwa unawaka, unameremeta na uko salama wa katika halmashauri ya Madaba umekimbizwa umbali wa kilomita 267 na kukagua miradi kumi e jumla bilimoja, saba. E mungu, Mili, Asimbo, wa ya jumla ya bilioni 1.7. Ee Mwenyezi Mungu akusaidie. Mimi Elizabeth Matias uo mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Songea akiri kupokea mwenge wa uhuru kutoka kwa mkurugenzi wa halmashauri wa Madaba ndugu Sajidu Idrisa Muhamed ukiwa unawaka unameremeta, na ukiwa salama, ninakiri kupokea wakimbiza mwenge sita pamoja na mratibu wao mmoja, wakiongozwa na ndugu Idrisa ali usi. Mwenge huu wa uhuru ninakiri nitaukimbiza katika kilomita 115.8 katika jimbo la Peramiho na katika kukimbiza mwenge huu mwenge utakagua miradi kumi na moja miradi hiyo kumi na moja ina jumla ya gharama ya shilingi bilioni moja milioni mia sita sitini na tano laki nne themanini na tatu na mia saba hamsini na tano miradi hiyo mradi mmoja utakuwa ni wa kuweka jiwe la msingi miradi miwili itakuwa ni ya kuzindua miradi sita itakuwa ni ya kukagua na kuona miradi miwili itakuwa ni ugawaji wa viandarua kwa ajili ya kujikinga na malaria, lakini mradi mmoja utakuwa ni ugawaji wa majiko kwa ajili ya nishati safi. Ewe Mwenyezi Mungu muumba wa mbingu na nchi, na nchi naomba